Tunatarajia katika mkoa wetu wa Mwanza kumpokea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atafanya ziara maalum kabisa ya kikazi katika mkoa wetu. Ratiba yake rasmi itaanza tarehe kumi na tisa saa tano mchana ambako Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atafanya kazi ya kuzindua daraja la Kigongo Busisi Almaarufu kama daraja la John Pombe Magufuli. Mm, kwa hiyo ninatoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Mwanza kujitokeza kwa wingi, lakini tarehe e, kumi na tisa saa tano mchana tuwe tayari tumeshaketi katika viwanja vya chuo cha ufundi Kaluande pale wilaya ya Misungwi ambapo mkutano wa wananchi na mkutano mkubwa wa hadhara utafanyika mara baada ya rais kuzindua daraja la Kigongo Busisi. Na tarehe ishirini e, mapema kabisa saa tatu asubuhi Mheshimiwa rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atazindua mradi wa maji wa Butimba. Mradi huu wa maji wa Butimba una thamani ya shilingi bilioni sabini na moja utazinduliwa kuanzia majira ya saa tatu asubuhi. Kwa hivyo wananchi wote wanaokaribiana na mradi huo wa maji wajitokeze pia kwa wingi e, kumpokea rais katika eneo la mradi wa maji Butimba, mradi ambao utatoa maji kwa takribani wananchi laki nne na elfu hamsini wa Mwanza na viunga vyake, ikiwemo wilaya jirani, na ni mradi ambao kwa siku moja unatoa maji takribani lita milioni arobaini e, na nane. Ni baada ya uzinduzi wa mradi wa maji Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eh, majira ya saa sita kuelekea saa saba atakwenda kuzungumza na sungusungu sungu wa mkoa wa Mwanza. Sungusungu sungu hawa kama mnavyofahamu ni walinzi wa jadi, ni walinzi shirikishi. Kwa hiyo eh, kwa kanda ya ziwa na kwa mkoa wa Mwanza, jeshi la sungusungu sungu, jeshi la jadi, jeshi la asili ni miongoni mwa vyombo ambavyo vinatusaidia sana katika ulinzi na usalama. Kwa hiyo, sungu sungu watapata fursa ya kusalimiana na Mheshimiwa Rais eh, kuanzia saa sita kuelekea saa saba katika uwanja wa CCM Kirumba. Lakini haina maana kwamba mkutano huo wa sungu sungu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utazuia makundi mengine kushiriki. Kwa hiyo natoa wito pia kwa wanamwanza wote eh, kwa wingi kujitokeza katika uwanja wa CCM Kirumba tarehe ishirini ili kushirikiana na sungu sungu wa mkoa wa Mwanza, kumsikiliza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ziara ya Mheshimiwa Rais katika mkoa wetu itakamilika au itahitimishwa tarehe ishirini na moja e, ya mwezi huu wa sita, ambapo kuanzia saa tatu katika viwanja vya Red Cross Ngomeni pale Kisesa, ambao ni uwanja wetu wa utamaduni wa kila mwaka, Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakwenda kuzindua tamasha la Bulabo ambalo limekwisha kuanza e, kwa wiki nzima sasa linaendelea. Kwa hiyo wananchi wote wa mkoa wa Mwanza wajitokeze kwa wingi siku ya tarehe ishirini na moja. Ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwanza ni ziara rasmi. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi kuhakikisha kwamba hakujitokezi matukio yoyote yanayoashiria kuharibu, kuvuruga ratiba na ziara ya Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.